Jambo la pili la kulifanya ni kuweka mpango eh, kuweka mpango. Kumbuka nilikwambia kwamba unapoenda kama hukupanga, fanya tafakari. Lakini kama ulipanga, fanya tathmini, evaluation. Sasa na kualika kwamba tunapoenda kuanza mwaka mpya, weka mpango. Na ninapomaanisha mpango, ni vizuri kawa ni kitu ambacho bila shaka umekiandika vitu viwili vitatu, ukamshirikisha Mungu kwamba nataka mwaka unaofuata niweze kufanya hiki na hiki na hiki. Kama ni kijana, fikiria unaweza kuwa unataka kununua kiwanja, unataka kuanza ujenzi wako wa nyumba, unataka kuoa unataka kufanya, jaribu kufikiria. Weka, weka mpango. Unataka kuanzisha biashara fulani, unataka kununua shamba, weka mpango kwa sababu unapoweka mpango inaweza ku, inakusaidia wewe zaidi kufanya proper mobilization of your resources, alafu ziende kutumika specifically kwa vile vitu ambavyo wewe ulikuwa umenuia kuvifanya. Kwa hiyo utakapokuwa umeweka mpango wako na mpango eh, siku moja atakuja kuambia mpango unapaswa kuwa realistic, yani usiwe na vitu vingi, alafu mwisho wa siku mbele ya safari ukapotea kipi umefanya au kipi hujafanya. Weka vitu vichache ambavyo unajua kwamba kulingana na your current situation and resources expectation vinaweza kufanyika kwa ukamilifu zaidi kwa hiyo ukishaviweka, kazi yako wewe ni kuanza kumonita, ili inapoanza kufika Januari, Mungu amekupatia e, zawadi ya uhai, unaendelea unaanza ile Januari, Februari. Lakini pia ni muhimu ukaweka time frame. Kwa mfano kama umenuia kununua kiwanja kama nilivyotolea mfano sasa, useme kwamba hii naona ikifika mwezi wa sita au mwezi wa nne au mwezi wa nane, uiweke, is good to put time frame, yani unaweka mpaka wa muda kwa sababu kitu ambacho hakina muda na chenyewe pia ni ngumu kukipima. Utaenda tu unasema nitafanya, nitafanya, nitafanya, mwisho wa siku inafika kabisa Novemba ya mwaka unaofuata na hujaweza kufanya chochote. Mwisho wa siku unaona kwamba hakuna kitu ulichokuwa unaachieve, kwa hiyo lakini, kumbe huku nyuma umefanya vitu vingi sana, lakini kwa sababu hukuweza kuvipanga, kwa hiyo ni ngumu kuweza kuvi quantify kuona kitu kimefanikiwa na kipi ambacho hakijaweza kufanikiwa. Hilo ni jambo la pili, you have to make your personal plan utengene eze mpango wako, kama ni kwenda masomoni ya unaweka mpango, kama ni kununua kiwanja, kuanza ujenzi, kuwa na familia na vitu kama hivyo, make your plan. Na hiyo plani uiheshimu sana, uifuate, na uiwekee vitu vingine vyote, viwekee mpaka wa muda, ili uweze kuja kuvipima vizuri. Hilo jambo la pili. Jambo la tatu ambalo nitakushauri kulifanya wakati tunaelekea mwisho wa mwaka. Ukishamaliza eh, kuweka mpango, eh, kuna kitu kinaitwa budget. Unajua sisi wa Afrika na particularly wa Tanzania tunaishi kwa ukarimu sana eh? Tunasaidiana katika harusi, katika matatizo mbalimbali. That is very nice. Ni kitu chema sana kwa sababu unapopata pia ni vizuri ku kutoa ama ku offer kwa community, kwa ndugu jamaa na marafiki. Lakini ni lazima pia kujua kwamba eh, wewe umeweka pia mipango yako binafsi na jinsi ambavyo utaitekeleza. Kwa hiyo unapoenda kuweka, ukishamaliza kuweka mpango wako, ni lazima sasa uweze kuweka bajeti fulani ambayo itakusaidia namna ambavyo utakuwa una mobilize income. income kwa maana ya, ya, resources. una mobilize resources kwa maana ya vyanzo vyako vya kifedha. Unajaribu kuviangalia kama ni mshahara, kama ni biashara au vitu gani, basi ujaribu kuangalia vyanzo vyako vyote, alafu uvitimanishe na mambo ambayo umeyawekea mpango wa kwenda kuyafanya kwa mwaka unaofuata. Hiyo itakusaidia wewe kuanza kuangalia kwamba zile income zako ama yale mapato yako utakayokuwa unayapata uyatumie kwa kitu gani na uyadhibiti yasitumike kwa kitu gani, ili baadaye utakapokuwa unafika Novemba mwaka unaofuata utanishukuru kwamba kuna vitu ambavyo Mungu amekusaidia umeweza kuviachivu kwa njia ya mpango na kuviwekea budget.